Tumepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha kijana aliyefahamika kwa jina la Alexandra kilichotokea nchini Kanada. Kijana huyo aliripotea kupotea tangu tarehe 14 Januari mwaka 2026. Alio, ilizua wasiwasi wasi mkubwa kwa familia, ndugu na marafiki zake. Ba baada ya kupotea kwake, familia ilichukua hatua za haraka kwa kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama, ambapo polisi walianzisha rasmi mchakato wa kumtafuta. Utafutaji huo uliendelea kwa siku kadhaa ukiwa na matumaini ya kumpata akiwa salama. Hata hivyo, matumaini hayo yalikatizwa baada ya polisi kulifanikiwa kulipata gari lake likiwa limedumbukia kwenye shimo na kufukiwa na barafu. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa vyombo husika, inaelezwa kuwa kijana huyo alifariki dunia kutokana na athari ya baridi kali akiwa amekwama ndani ya gari kwa muda mrefu, huku akizungukwa na barafu. Tukio hili limeacha huzuni na maswali mengi, huku likionyesha hatari kubwa zinazoweza kusababisha na mazingira ya hali ya hewa kali. Kifo cha Alexander kimeacha pengo kubwa kwa familia yake, ndugu, marafiki, pamoja na jamii nzima iliyomzunguka, na tukio hili ni pigo zito ambalo linaleta majonzi makubwa a simanzi kwa wote waliomfahamu na walioguswa na habari hizi. Tunatoa pole za zati kwa familia jamaa na marafiki wa marehemu, katika kipindi hiki kigumu cha majonzi, tunawaombea tuna wapate faraja subira na nguvu ya kuustahimili msiba huu mzito. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Taarifa hizi zimetoka huko Kanada ambapo kijana anayejulikana kwa jina la Alexandra alifariki dunia na alifariki dunia kwenye harakati zake za kutembea, alikumbana na snow, yaani barafu ilim, ya snow ilimkuta njiani, ndipo gari lake lilitereza hadi kwenye shimo, na hapo alipodondoka kwenye shimo alishindwa kutoka, kiasi kwamba gari lake lilifukiwa na, na, na snow kubwa iliyosababisha hadi kifo chake, kwa kukaa muda mrefu bila kuonekana. Na polisi walifanya utafiti na kugundua kuwa kijana huyo alifariki dunia na akiwa kwenye shimo ambapo lilikuwa limefukiwa na barafu kali sana. Ni Omriama JL, tafadhali tunaomba tembelea mitandao yetu ya kijamii kwa kuandika jina Omriama JL na usikose ku